Aye, mimi nishawahi kukaa na mwanamke bubu, mwanamke bubu ambaye aongee, lakini mimi nkaishi naye mpaka. Hiyo changamoto ilikuwa tamu sana, lakini kwa watu na mimi mwenyewe nimejitolea, basi nimenjoi, nimempenda kabisa mpaka nikazaa naye watoto wangu wawili. Vizuri tu, anaongea kichina mi naongea kizungu, lakini mambo anaenda. Wakati mara ya kwanza pengine mnakutana, ulijua ni bubu? Mimi sikujua. Niliona mtoto mzuri, mrembo amelemea. Ana lakini nilivyomuita, akawa anakuja, lakini sasa ujaji wake akawa ni kitu bomba, lakini baadaye vyokuja, kila nikiongea siupati jibu, kila nikiongea sipati jibu eh, yani anonka mwenyewe tayari kwenye fikra, nikajileta nikajua huyu mtu moja mitatu basi, nikaingia tayari kwenye kwenye home home 1 plus 1 2 plus 2. Basi ikaingiana alielewa sana mpaka ikabidi sasa ndio ni mke wangu nikanae ah. Eh, miaka sita maisha ya kuisha mtu ambaye aongee. Hebu tuambie kwa mara ya kwanza ilikuwaje? Ni mtihani sana, ni mtihani sana ikiwa hujawahi, ni mtihani sana lakini, kwa mimi siku siku ya kwanza ilikuwa mtihani.